Sisi kama viongozi wa vyama vya siasa katika wilaya ya Songea tunatamka neno moja kuhusu uchaguzi wa mwaka 2025 kwamba watanzania wote tutajitokeza kwenda kusikiliza sera na kwenda kwenye uchaguzi mwaka 2025, ni kauli ya mmoja kati ya wa wajumbe waliowakilisha vyama 12 katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma ambavyo vimetangaza msimamo wao wa kuwa vitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025 huku akisisitiza mpango wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wa no reforms no election ni kuzinyamazisha haki za kisiasa za vyama vingine. Akizungumza kwa niaba ya wawakilishi hao, Bwana Paulo Mpirageho, ambaye ni kaimu mwenyekiti wa chama cha ada TADEA wilaya ya Songea, amesema kwa umoja wao vyama hivyo vitashiriki, huku akisisitiza watanzania wanapaswa kujitokeza kwa wingi katika kupiga kura mwezi Oktoba mwaka huu. Kama kuna chama kinawadanganya wa Tanzania, wasipige kura. Kama kuna chama kinawaambia sijui nini, tunaomba wapuuze kwa nguvu zenu zote. Wa Tanzania wote mwenye sifa kupiga kura, puuzeni kauli yoyote inayosema kwamba wa Tanzania wasipige kura. Puuzeni hiyo kauli, shikeni kauli moja kwamba muda utafika, vyama vya siasa vitafanya kampeni. Nendeni mkasikiliza sera, nenda mkasikiliza ilani ya uchaguzi. Mwisho wasiku, wa siku, nendeni mkapiga kura, muwe na haki yenu ya kuchaguliwa na kuwachagua viongozi mnao wataka neno lingine ndugu waandishi wa habari, sisi kama vyama vya, vya, vya siasa tumesikitishwa sana na kauli ya chama kimoja cha siasa kinatunyang'anya haki yetu ya kushiriki uchaguzi mwaka huu, wanaposema kwamba eti uchaguzi hautafanyika. Wao walikana nani? Msajili amesajili vyama kumi na tisa. Kuna kafu kuna demokrasia makini kuna nrod kuna UMD kuna NCCR Mageuzi, kuna ADA-TADEA, kuna chama cha eh, UDP na vyama vingine vingi. Vyama vyote viko sawa mbele ya sheria, tuna haki ya kushiriki kwa mujibu wa sheria. Sasa chama, chama kimoja kinaposimama kukandamiza haki ya vyama vingine, wao mamlaka yao wameyapata wapi? Tunawapinga, tunawapinga, tunawapinga na ikiwezekana maneno yao wayafute, kwa sababu hii nchi ni nchi ya Watanzania na Watanzania wenyewe wameridhia kuwa na vyama vingi, na tuna vyama kumi na tisa. Wanasubiri vyama vyao wa viingia kwenye uchaguzi, ili wachague viongozi wanaowataka, si kinyume cha hivyo, sio kinyume cha hivyo. Lakini pia, ndugu waandishi wa habari, kutokana na yanayoendelea, tunasoma kwenye mitandao na tunaona sasa hivi mpaka viongozi wa dini na wao tunaona wanaanza kuchanganyikiwa tunawaomba sana viongozi wa dini watulio wao na utulivu. Nchi yetu ina sheria, nchi yetu ina katiba, nchi yetu ina taasisi mbalimbali za kimamlaka. Vyama vya siasa viko chini ya msajili. Kama kuna chama chochote cha siasa kinakwenda tofauti, tunamwomba msajili asikae kimya. Kwa nini umruhusi mtu anakuja na kauli ya wajabu wajabu? Kwa mfano kuna mtu mmoja anasema tutakinukisha. Maana yake nini? Hii si kauli njema kwa Watanzania hii ni kauli ya kulibomoa taifa la Tanzania, ndugu waandishi wa habari, Tanzania yetu ni moja, hatuna Tanzania nyingine. Leo tukikinukisha Tanzania ikisha kuwa kama Kongo, niambie, mama yako anaenda wapi? mlemavu anaenda wapi? mama mjamzito anaenda wapi? wananchi wanaenda wapi? wanaenda wapi, wapi? unataka kunja Tanzania. Wazee wetu wa asisi wa nchi hii wamehangaika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Abeid Amani Karume na viongozi wengine, kila mzee mze, Rashidi Mfaume Kawawa walikesha, walifanya kazi ngumu ya kuijenga Tanzania leo ambayo sisi tumeirithi. Mimi leo nazungumza na miaka sitini na tatu, sijawahi kuchukua kuchukua begi kwa ajili ya vita. Kwa nini leo watoto wetu tuangalie mazingira ya kukimbia na begi? Tunapinga, tunapinga, tunapinga na tunasema hawa watu washinde kwa jina la Yesu, na ikiwezekana tunamwomba msajili atumie mamlaka aliyonayo kuhakikisha huu upuuzi unaondoka kwenye taifa letu. Tunahitaji Tanzania iliyokuwa salama na Watanzania waendelee kuwa salama, kwa sababu wanahitaji kufanya shughuli za maendeleo ili maisha yaendelee. Ndugu waandishi wa habari, ndugu waandishi wa habari, tunaomba ushirikiano wakati wa kampeni tunaomba ushirikiano wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Rais nadhani ameandaa mazingira mazuri sana ya uchaguzi, na yeye mwenyewe kila siku anasema kwamba uchaguzi huu utakuwa salama lakini jambo lingine kinachotukwamisha sisi vyama vya siasa, badala ya kuingia kwenye uchaguzi na sera za chama, badala ya kuingia na ilani ya chama cha mapinduzi, wewe kutwa mzima CCM, kila siku CCM. Wewe taja nini utawafanyia wananchi, usipoteze muda kuzungumzia chama. Hiyo sio sera, hiyo sio ilani. Twende na ilani, twende na sera, wananchi watatuchagua. Na ndio maana kwenye serikali za mitaa tumepigwa, kwa sababu hatukwenda na sera tumepigwa kwa sababu hatukuwa na neno la kuambia wananchi, tutawatatuliaje matatizo yao. Wananchi wana matatizo, sisi tutawatatuliaje? Tuende na majibu ya matatizo ya wananchi, sio kwenda kuzungumzia chama fulani na ndio maana uchaguzi uliopita tulikuwa na wabunge wengi wapinzani, lakini kwa sababu wale bungeni waligeuza kama mahali pa upuuzi, wakapuuzwa na wananchi. Leo wabunge wale w wame, vyama vyetu vimekosa kabisa wabunge, tumebakia na bunge moja au wawili watatu. Kwa sababu gani? Wananchi tunaowaongoza wanaakili, wanajua kupembua mbivu na mbivu, mbichi mbivu, mbivu, mbivu, mbivu. Chama cha Mapinduzi kimetuzidi kwa sababu wenzetu wanavyoenda wanabemba na, wanabemba ilani ya chama. Vyama hivyo ni pamoja na UDP, chama cha demokrasia makini Kaff, UMD